Kwamba nije nikupe ripoti hii. Tunajua sauti ya familia yetu, hii ni familia yetu, familia ya baba wa taifa, familia ya nchi, inatosha kuiuliza serikali. Sisi Chadema tunasema tunataka reforms, tunataka mageuzi kwenye chaguzi, ili tuende kwenye uchaguzi bila kuacha makovu ya watu kuumia, bila kuacha makovu ya watu kuumia. Kwenye huu uchaguzi Mzee Madaraka, tumeshuhudia mgombea anawekewa pingamizi eti, kwa mfano ni kusomee pingamizi yane, ya nne mgombea ana tabia ya kuvunja ndoa za watu hapo walipo <laughs> utabaki ni ukurasa wa 45 utabaki ni utajisomea Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mkoa wa Mara Mwalimu Chacha Heche akiwa na ujumbe wake jana Machi 26, 2025, amefika Mwitongo Butiama nyumbani kwa Hayati Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa lengo la kuzungumza na familia hiyo pamoja na kuikabidhi taarifa ya matukio yaliyojitokeza katika chaguzi za Tanzania 2019 hadi 2024. Pamoja na taarifa hiyo Mwalimu Chacha Heche aligusia kwa nini chama hicho cha demokrasia na maendeleo CHADEMA katika mwaka huu kinataka reforms ili pawe na uchaguzi tunaomba tulete ujumbe kwamba familia ya baba wa taifa tunaiomba iweze kuintervene pale ambapo nchi yetu inakwenda ndivyo sivyo, bila kujali dini wala kabila kama mwalimu alivyokuwa anapenda. E, ninyi mliishi na mwalimu, wewe mzee Madaraka, unaweza ukanisaidia zaidi, unayajua mengi. Mimi mengi ninayajua wakati tukiwa primary tulikuwa tunamsoma mwalimu sababu, wakati ule sisi bado hatusomi somo la siasa, unajua, ilikuwa alijafutwa kwa, sisi tulikuwa tunasoma somo la siasa ambalo tulikuwa tunasoma chama na serikali, baada yake ndio baadaye ikaja somo la uraia baada ya kuwa na mfumo wa vyama vingi. mm-hmm. Sasa mzee Madaraka, mfumo wa vyama vingi kwa jinsi, kama sio kwamba mimi ni historia inanidanganya, kwa jinsi historia inavyosema sasa hivi ni kwamba watu wengi sana walitamani huu mfumo usiji, lakini mwalimu aliona, alitumia mfumo wa minority right eh, majority rule, minority right. Wachache sana walipiga kura kwamba kuwepo na mfumo wa vyama vingi, na watu wake wa karibu labda walimshauri kwamba usikubahariane na huu mfumo, lakini yeye akasema hata hawa wanajambo. Kwa hiyo Mzee Madaraka, tutafurahi kwa sababu hii ni moja ya falsafa ya Mwalimu, isipindishwe pindishwe, kwa sababu vitu vingine vyote ambavyo Mwalimu alikuwa akivipigania tulitamani viishi. Tukikubali kimoja kikawa kinadondoka, tunasema hichi hakina msingi, tutadondosha vingine. Mfumo wa vyama vingi, mzee Madaraka, kwa sasa kwenye nchi yetu kwa sasa kanmeion Back to six years 2019, to date. 2015 tunaweza tukasema ilikuwa tuna raisi lakini 2019, to date mfumo wa vyama vingi tuseme 2016 alafu 20, 2019 tumepitia madhila makubwa sana. Ikawa ni ujumbe wa pili wa watu wa Chadema mkoa wa Mara kukufikishia mzee wangu kwamba baada ya elfu mbili na kumi na sita tuliishi maisha magumu sana, <coughs> lakini elfu mbili kumi na tisa testi ya kwanza ya uchaguzi wa serikali za mitaa elfu mbili kumi na tisa le Madaraka, utakubaliana na mimi kwamba hata hapa Butiama, hata hapa Butiama tulikuwa tunafanya siasa zetu, na Chadema kama chama kilikuwa kinapata wafuasi hapa Butiama na kupitia kipimo ki kimoja mzee Madaraka, kinachokuonesha kama mwanasiasa kwamba wewe unakwenda juu au huendi ni election. Maana ukisoma kitabu cha Mithali kinasema uchaguzi ndio unaondoa mabishano. Kwa hiyo, uchaguzi ni takwa la kisheria, ni takwa la kiroho kadhalika. Kwa hiyo, chama cha siasa ikifika kwenye election kikakoswa kuwa na upimaji kwamba kandideti niliowapeleka sokoni wamenunuliwa na wananchi, hawajanunuliwa nirudi nijitathmini, kwamba nimewakosea wananchi nini, sera zangu haziivi au nini? Kwa hiyo back to 2019 tukaenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, yakatukuta mambo ambayo nitakueleza ni baadaye. 2020 yakatukuta west tukaenda ikafika mahali bahati mbaya, bahati mbaya, kiongozi wetu wa nchi Mungu akamchukua elfu mbili kumi na tisa, mzee wangu Madaraka. Sisi mkoa wa Mara wansi tu, uchaguzi wa serikali za mitaa unaanza, watu wetu zaidi ya hamsini wakawa wameshakabidhiwa kesi za uhujumu uchumi, watu zaidi ya hamsini wakawa wamekabidhiwa kesi za uhujumu uchumi amdrobal The same time wa sisi mzee madaraka kwa mfano ulikuwa ukienda jimbo la taalime mjini lina mitaa 83 kwenye ile jimbo lenye mitaa 83 chadema tuko tunaongoza mitaa hamsini taalime vijijini lina vijiji 88 chadema tuko tunaongoza vijiji zaidi ya sitini. Msoma mjini wana mitaa sabini na ngapi? Nne. Elfu mbili kumi na nne uchaguzi huu ambao ulikuwa tunauende, ambao sasa sisi tuko tunaongoza kwenda elfu mbili kumi na tisa. Tuko tunaongoza zaidi ya mitaa thelathini na kitu pale Msoma mjini. Lakini abruptly Bunda, the same as Serengeti, tuko tunaongoza halmashauri kwa mfano Shirati mjini. Mzee Madaraka, utatrace hivi vitu vyote ninavyokuambia. Nitakuwa bahati mbaya sana. Na mimi huwa naongea hili na fikiri ninapoenda kanisani na ninapokwenda kwa watu maeneo ya heshima kama huwa sitaki kabisa kitu kinaitwa kupika data. Mzee wangu kama wewe una stress unaenda unafika pale, mbona yule mtu wa CHADEMA aliniambia talima aliongoza mitaa 50, kumbi ilikuwa 6. Kwa mfano tulikuwa tunaongoza mji mdogo wa Shirati, mitaa yote tulishinda sisi mji mdogo, lakini roli ya pale tulikuwa na vijiji zaidi ya 30 lakini sasa, mzee Madaraka, uchaguzi ukaitishwa 2019. Ule uchaguzi ulivyoitishwa 2019 eti wagombea wetu hao hao mzee Madaraka ambao walikuwa ni wenyeviti wa vijiji incumbent walikuwa wana save eti lafura la toa kashindwa kujua kusoma na kuandika. Kwa mfano kijiji cha Nyamwaga, mzee Getende Sangrai ambaye alikuwa mwenyekiti wa kijiji eti akaenguliwa eti ajui kusoma na kuandika. Kijiji cha Komalera tuliweka mgombea ambaye ni mwalimu mstaafu mwenye degree. Eti ajui kusoma na kuandika. Kwa hiyo ikatumika hiyo ground ya kutokujua kusoma na kuandika, vurugu zikafanyika 2024. Sasa baada ya haya maridhiano, post maridhiano, maana hii 2020 ilikuwa pre maridhiano, tukasubmit hivi vitu na hivi vitu. Mzee Madaraka, nikikwambia Sabayo Marwa Makuli huyo nikikwambia Chacha Isangora aliuawa tarehe ishirini na saba kwa kupigwa risasi na kuonesha picha, nakwambia huyu Chacha Ngabia alipigwa na kuonesha picha. atuhitaji vitu v yani, uwezi kuja kwa baba wa taifa hapa unakuja kueleza eleza mambo ya kuokoteza. Ni muhimu wewe ukajieleza, ukajihakikishia hawa watu walichoongea wanamaanisha. Hawa ni watu waliouawa kwenye uchaguzi tu ndio tumewa rekodi e, Maduhukulu akitandu akapigwa risasi akalemaa, mpaka wale huyu, kwa mfano ni wakala wa mgombea udiwani Mheshimiwa Nyahii, mm. hapo tu ameshikilia karatasi, angalia kilichomkuta mkono. Yupo, hawa watu wote wapo, mzee Madaraka, ukipenda mimi siku moja na waandaa unakutana nao tukavumilia. Tumeenda elfu mbili na ishirini na nne. elfu mbili na ishirini na nne ikaanza vurugu mpya, watoto wakaanza kuandikishwa marehemu, wakaandikishwa kwa ushahidi. Uchaguzi unakuta huu mtaa una wakazi mia saba, pepa iliyowekwa kukutani kwamba wakazi elfu mbili na kitu. Jamani, mbona sisi huu mtaa tujawahi kufika elfu mbili? Hawa watu wanania gani? kumbe wenzetu wanatafuta kwanza, wanatafuta namba ya kuonekana watu wamejitokeza. Pili, wanatafuta kura ambazo watakuja kuzipiga wao wenyewe kwa mtu wao. elfu mbili na ishirini na nne wakafanya visa na vituko vibaya, ikiwemo tena kuua na kuteka pale Manyoni. Mgombea wa Chadema amepigwa risasi nne mbele ya mke wake, mbele ya watoto wake, amekufa. Sehemu sisi Mara elfu mbili na ishirini na nne tukashuhudia vituko, wakaandikisha watu kwa kwa makundi, wakafanya vituko vyote. Tukasema haina shida, tukaweka wagombea. Mzee Madaraka, Serengeti kwa mfano, elfu mbili na ishirini kabla uchaguzi ujaanza waliondoa wagombea wetu 14 Serengeti, wilaya nzima inakata 30. Umeshaniondolea 14 Mzee Madaraka. na na sisi Chadema tuko tunaongoza halmashauri ya Serengeti. Tulikuwa tunaongoza halmashauri ya mji wa Tarime. Tulikuwa tunaongoza halmashauri ya wilaya ya Tarime. Tulikuwa tunaongoza halmashauri ya Msomo. Sio? Lakini tukajikuta from kuongoza halmashauri mpaka kukoswa diwani mpaka zero. Eti kutoka mwa diwani 26 mpaka zero, yani hatuna. Hawa wananchi wametukataa kwa ghafla hivi tuliwakosea nini? Sheria nasema mzee Madaraka, CHADEMA ikiteua mgombea udiwani hapa Muhunda itateua mmoja, si ndio? Kwenye nafasi ya mwenyekiti wa, wa kitongoji. CCM nayo iteue. Hivi CCM inaweza ikateua wagombea wawili nafasi ya mwenyekiti wa kitongoji Muhunda? Na CHADEMA iteue wawili. Sasa sini hapo wanaga wanapambana wao wenyewe. Lakini angalia fraud. Mtawa Oboke. Halmashauri ya Rorya mji mdogo wa Shirati, halmashauri ya, ya Rorya, mji mdogo wa Shirati. Mtu anaitwa Wambura Sebastian Jesk aliteuliwa kugombea wenyekiti wa kitongoji kwa chama kinaitwa demokrasia makini. Halafu nafasi hiyo hiyo ya mwenyekiti wa kitongoji akateuliwa mtu mwingine anaitwa Obeto Owino Hezbon. Mtawa Oboke, halmashauri Rorya kata ya Mkoma Shirati, uwenyekiti wa kitongoji chama demokrasia makini, mtu aliyewateua msimamizi wa uchaguzi George Opio Obonyo. Chama kimoja nafasi moja, wagombea wawili. Sheria nasema wagombea wa serikali za mitaa, mimi namwekea pingamizi. Madaraka Nyerere, mimi nagombea, nakuwekea we pingamizi Sio chama cha Chadema kikuwekee wewe pingamizi. Lakini Mzee Madaraka, kwenye huu uchaguzi, ofisi ya Chama cha Mapinduzi kwa mfano tawi la kitawasi ilikuwa inawawekea pingamizi wagombea wetu na wanainguliwa. Chama cha siasa kinawekea pingamizi mgombea. Kwenye huu uchaguzi Mzee Madaraka tumeshuhudia mgombea anawekewa pingamizi eti kwa mfano nikusomee. Pingamizi ya nne, mgombea ana tabia ya kuvunja ndoa za watu hapo alipo. Utabaki ni ukurasa wa 45, utabaki ni utajisomea, mzee wangu. Vituko tunavyofanya eti mgombea ana tabia ya kuvunja ndoa za watu hapo alipo, ana wanawake wawili ambao sio wake wake halali. Hebu fikiria! Pingamizi ya tano, mgombea alishawahi kuwa mwenyekiti wa kijiji kwa muda wa mwaka mmoja lakini hakumaliza muda huo, kwa hiyo anatakiwa asigombe. Sikuji uzuru ni, ni haki ya kikatiba. sasa akioa wanawake wawili ambao sio wake zake halali, kama ni wajane, alafu kwa katiba ipi ya nchi? Alafu hichi ni chama cha mapinduzi, chenyewe chama ambacho sisi tunategemea kujifunza kwao, kinaweka pingamizi la aina hii na wanagonga muhuri, na msimamizi anagonga muhuri, anapokea pingamizi. Sasa, Mzee Madaraka, chama kikanituma kwamba nije nikupe ripoti hii. Tunajua sauti ya familia yetu. Hii ni familia yetu, familia ya baba wa taifa, familia ya nchi. Inatosha kumuliza serikali kwa upole, hawa watu mnawapeleka wapi? Na tutakuletea video clip evidence kwa flash utatazama ukiwa ndani mwenyewe, kwamba tukisema kulikuwa na magenge yanatembea na mapanga, video inakuonesha kama mzee. Tukisema matumizi mabaya ya nguvu za jeshi la polisi, tunakuonesha. Tukisema kura feki, tunakuonesha kura feki, watu walivyokuwa wanaziokota na, na wanazionesha haya mambo yote tumefanyiwa. Watu wetu wametekwa, watu wetu wameuawa Watu wetu wamepewa kesi. Watu wetu wamekuwa kirema wa virema wa maisha. Watu wetu wamekimbia nchi. Lazaro Godin Kitole alikimbia nchi. Sasa hivi mpaka hivi tunavyoongea na wewe kuna mwingine anaitwa Nyakiriga amekimbia kabisa, yuko Uingereza. Haya mambo mpaka lini? Lakini tunavyozungumza hivi, Mzee Madaraka, huu uchaguzi recently bado watu wetu wanawindwa. Hivi tunaongea na wewe kijana wetu mmoja ambaye amekuwa akigombea kijiji anaitwa Musa Juma ametekwa, ametekwa juzi, na tunaendelea kufuatilia na tutatoa statement, lakini kwa leo itoshe tu kukuletea ujumbe kwamba Chadema, mkoa wa Mara, tunasema haya mambo yanaendelea kwenye point of point of tunaita kwenye fizikia kwamba point of inelastic pale ambapo mpira ukifika unakatika. Kabla mpira hujakatika, si vizuri tukaruka familia ya muhimu kama hii, ambayo ndio familia yetu namba moja, kuieleza kwamba hali si nzuri uko raiani. Kwa reference hizi za wakurugenzi, mambo wanaofanya jeshi la polisi, vitu wanavyofanya, sisi Chadema tunasema tunataka reforms mm -hmm. Tunataka mageuzi kwenye chaguzi, matengenezo tuite matengenezo, ili tuende kwenye uchaguzi bila kuacha makovu ya watu kuumia, bila kuacha makovu ya watu kuuawa. Na reforms itaepusha mauaji, reforms itaepusha watu kupotea, reforms itaepusha nchi kuchafuka na kura feki. tunataka reforms. Hawa wakurugenzi ambao ni makada wa wasisi, CCM wasisimamie uchaguzi chaguzi kuna watu wengi mzee Madaraka, neutral persons kwenye nchi wengi sana, ambao wanaweza kusimamia uchaguzi. Tunataka reforms, tunataka reforms ambazo polisi hawatakuja tena kutumia nguvu kuumiza watu wetu. Tunataka reforms, tunataka reforms ambazo nikishinda nitangazwe mimi, akishinda wa sisi ama tangazwe yeye, tumshike mkono, nchi yetu iendelee mbele, nchi siwe. Baada ya uchaguzi kuna kuwepo na mpasuko, watu wasalimiani baada ya uchaguzi, watu tunawindwa kama ndege, hapa tulipo sisi wenyewe maisha yetu yakorehan, tunaomba pia guidance kutoka kwenu, na pale ambapo mzee Madaraka familia yetu hii itaona kutushauri, familia Baba wa Taifa, mimi kwa niaba ya viongozi wa mkoa Mara niko tayari muda wote, naomba nikukabidhi. ni familia ambayo itachukua hatua nzuri kwenye kushauri serikali pale inapobidi, lakini sisi mzee Madaraka tuko tayari, tuko tayari kuitwa na mtu yeyote aje hapa, ni RC au mtu yeyote, tuzungumze tumuonesha haya mambo yanayojitokeza, so, lengo mm. ni kuepusha maafa na chuki na machafuko kwenye nchi yetu. Ndio maana tunaomba reforms mm. kabla ya election. reforms before election. ili mm. mm. kabla ya no reform, no election. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza. Asante sana. Kwanza kuwashukuru kwa kuja kuniona na kunikabidhi hii taarifa e, kuna suala ambalo umegusia wakati unaongea kusema kwamba watu wanapokuja kwenye familia hii ya Mwalimu Nyerere, wana imani kwamba ni eneo ambalo lina haliegemei upande wowote. Sasa hilo ni jambo nafikiri muhimu sana kusisitiza, wanategemea kwamba ni eneo ambalo haliegemei upande wowote, na mimi kwa kweli katika kuishi hapa nimejaribu ku, kufuata msimamo huu kwamba ni eneo ambalo ninapoombwa kupokea ugeni uwe, wa CCM, uwe, Chadema, uwe wa CCM uwe wa Chadema upande wowote, kwa kweli huwa niko, niko tayari. Lakini kwa bahati mbaya, kama anavyosema, kuna watu wengine huwa wanachukulia misimamo ya kisiasa kama ni uadui. Sasa mi sijawahi kufikiria, kufikiria hivyo hata siku moja. Na mimi niseme kwamba mimi ni, ni mwanachama wa CCM lakini sijawahi kufikiria kwamba mtu akiwa chama tofauti na CCM anakuwa ni adui. Ingawa mnaweza mkatofautiana kwa, kwa misimamo, mi, mi mitazamo, sera. Sasa kwa msingi huo e, taarifa kama hii ni nzito sana kwangu mimi. Eh, kwa sababu ina mambo mengi, ina maelezo mengi na mengi, kama yamethibitishwa, sio mambo mazuri, sio mambo ya ku, ya, ku, ya eh, yani, kama nikisema kama jamii tuseme, sio mambo ya kuvumilia, kwa sababu kama unavyosema ni mambo ambayo yakiachwa kuendelea hivi, mwishowe eh, yule ambaye anaona ah, siku zote nilikuwa na nakaa na kunja mikono hivi na yata, na yata, kunjua mikono na yataanza kupigana sasa. Tukifika hali hiyo kwa kweli, inakuwa mbaya kwa kila mtu. Sasa, baada ya kusema hayo mimi sina hakika nianzie ni wapi kwa sababu unajua mimi eh, nafurahi kwanza mmenipa heshima hiyo kubwa ya kupokea taarifa kama hii, lakini sina kuacha kwamba ninatoka kwenye familia hii Sina nafasi yoyote rasmi ya uongozi katika nchi hii, ingawa naweza nikasema kwamba sikosi mara moja moja nafasi ya kukutana na viongozi mbalimbali mbali. Kwa hiyo labda ninachoweza kusema tu ni hivi kwamba pale ambapo nitaona kati ya watu wale ambao nakutana nao naweza nikawapa taarifa hii, basi nitafanya hivi, kwa maana ya kwamba mimi najiona kama ni mjumbe. Tuchukulie mfano labda tumeendelea hivi na hali hii, alafu matukio kama haya yakajirudia tena. Sasa mimi kama kama raia tu ambaye sina chama chochote, ninaweza kujiuliza ah, sasa labda ningejitokeza nikaenda kumweleza mtu fulani kuhusu tatizo hili, pengine labda angechukua hatua fulani na pengine haya yasingetokea. E, na hasa unapozungumzia watu kupoteza maisha, mfano au kuumia au kujeruhiwa. Kwa hiyo niahidi tu kwamba nitakapoona kuna mtu huyu, nafikiri naweza nikamweleza hili, mimi nitamweleza, e, nitamweleza, nitampa taarifa ili mimi nijisikie kwamba nimetimiza ule wajibu, angalau wajibu tu, sio wajibu wa CCM, sio wajibu wa Chadema ni wajibu tu wa, wa nchi wa kitaifa wa kijamii, kwamba nilipokea taarifa fulani na nimeziwasilisha pia kwa mtu ambaye nafikiri naye anaweza akazichukulia hatua.